Wengineko tunaarifiwa kwamba wafanyikazi zaidi ya mia nne wa barabara katika kaunti ya Pokot Magharibi wamegoma na kufunga barabara ya Kitale kuelekea Kapenguria hadi Lodwar wakipinga malipo duni na mazingira mabaya ya kufanyia kazi. Shughuli za biashara zilikwama kwa muda baada ya wafanyikazi wa kampuni ya Uchina wanaojenga barabara kuu ya Kitale kwenda Morpus kuandamana na kuweka vizuizi katika eneo la Morpus karibu na makao makuu ya kampuni hiyo. Wanalalamikia mishahara ya chini, kosefu wa maji na usafiri kazini, kutotambuliwa kwa chama cha wafanyikazi, kuhamishwa kiholela na kutolipwa madeni ya mishahara yao. Tunataka tuchukue kitu sheria ifike mbele penye tafika, yeah. Na naomba pia CS wa Labour na Social Protection, the former Machakos governor Alfred Mutua akuje kwa ground, aongee na wafanyakazi. Hii ni project kubwa, it is an A1 road project all the way from Lam to South Sudan. Kuna poor working conditions pia, hatuna clean drinking water as workers, tunateseka tunahangaika, yeah. It is a matter of carelessness. Kampuni ya Chinese, eh, kampuni yetu ambayo vilevile imetuajiri na unapata kuna malalamishi hata ndio tu, ndio tuweze kuandamana hivi leo tuko after our rights. Tumeandamana hivi leo kwa sababu ya kufuatilia haki zetu tumekuwa underpaid na, na vile vile tumekuwa na, na, na kukatwa masaa.